Kwanza naomba nianzie hapa. Inasadikika hiki kilichosemwa e, ni kitu ambacho kimewaumiza watu wengi sana. Je, Tulia Ackson akiwa kama spika wa bunge anaweza akazungumza vitu kama hivyo, au kwa sababu halijamkuta jambo? Unaambiwa Tanzania tupo kwenye vita ya kulalamika, lakini pia e, kuendelea kupigania haki za wale ambao wanasadikika kutoweka, yani wametekwa. Sasa spika anasema kwamba watu hawajatekwa. Yani, hapo ndo kulipoanza utata kwamba kweli watu hawajatekwa, yaani hivi tunavyoviona vinawatokea kina mzee Alikibao, kina Mdude e, kina Soka, lakini na wengineo wengi, kama ule kijana mwingine wa Mbeya ye aliyechoma picha Rais Samia wanasadikika kwamba hao wote hawajapotea. Ukweli ukoje? Unaambiwa spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson amejibu kuhusu sakata la watu kutekwa hapa nchini. Katika chombo fulani hivi cha habari, amesema kuwa Tanzania kuna matukio machache sana na tunaweza sema kuwa hakuna kabisa, ila matukio ya watu kutoonekana ndiyo mengi. Yaani, narudia tena, Tanzania kuna matukio machache sana, na tunaweza sema kuwa hakuna kabisa, ila matukio ya watu kutokuonekana ndiyo mengi. Watu wanashindwa kutofautisha maana kati ya utekaji na mtu kutokuonekana. Guys, mmeelewa hapo? Lakini ok, tuendelee. Dr. Tulia pia amefafanua kuhusu suala la utekaji na kusema kuwa utekaji unatambulika pale ambapo watu watamuona mtu fulani kachukuliwa kwa nguvu, aidha na watu wanaojulikana ama la, ila kama mtu haonekani tu, hatuwezi kusema ni utekaji, ila huwa tunaita missing persons. Dkt. Tulia ee, ametolea mfano tukio lilotokea Singida miaka michache iliyopita ambapo nyumbani kwa mganga kulipatikana makaburi kumi na mbili ya watu ambao hawakuonekana kwa muda mrefu na kusemekana kuwa wametekwa, kumbe la hasha. Guys, mmeelewa? Okay, tuendelee. Dkt. Tulia amesema kuwa wapo watu wanaitwa ee, wametekwa kwa sababu hawaonekani, na mtu akiuliza ametekwa na nani, anasema hajui, kwa hiyo kuto kuonekana kwa mtu si kwamba ametekwa. Natumaini mmeelewa hicho ambacho kakizungumzia Dr. Tulia Ackson au nirudie? By the way, tuendelee. Guys, utekaji sasa hivi umekuwa ni mkubwa. Lakini tusiseme utekaji kama Dr. Tulia alivyosema, okay, tuseme io missing person, yani mtu kutokuonekana umekuwa ni mkubwa. Lakini tukirudi kwenye maneno yake aliyosema ya anasema kwamba utekaji utekaji unatambulika pale ambapo watu watamuona mtu fulani kachukuliwa kwa nguvu. Je, yeah. Hao tunaosikia wanatekwa hawajachukuliwa kwa nguvu aidha, aidha watu wanaojulikana ama la? Yani, tunasikia ametekwa na watu wasiojulikana, tunaona watu wanavyochukuliwa kwa nguvu hivi. Tutolee mfano sakata la mdude mdude, kwani alichukuliwa kwa ulembo na nyimbo za mapambio kama anaenda kanisani, au alimchukua kamgonga nyundo kichwani, damu zikatapakaa, na kisha kachukuliwa na watu waliokuja na utambulisho kwamba wao ni jeshi la polisi. Je, hapo hatusemi kwamba ni utekaji? Tunanukuu pale pale. Sikasema yeye mwenyewe kwamba e, utekaji unatambulika pale ambapo watu watamuona mtu fulani kachukuliwa kwa nguvu. Mdude amechukuliwa kwa nguvu na nyundo juu kapigwa ya kichwa na mkewe ameshuhudia. Okay, tuachane na la Mdude, twende huko Kombea. Kijana aliyechoma picha la Rais Samia. Naye alikuja kuchukuliwa kwa nguvu. Tena na watu walokuja na silaha, tena na pingu juu. Tuachane na hilo. Twende kwa mzee wetu alikibao. Yeye alikuwa na... yupo safarini kwenda Tanga. Walokuja kumchukua wamesimamisha basi mchana kwaupe. Wakamchukua. Okay, tuachane na hilo. Twende la yule jamaa mnene mnene yule, maeneo ya uko kiba kiba, yule jamaa ambaye alinusulika kwa unene wake. Kwani wale waliokuja kumchukua, si mliwaona, walikuwa na mfosi kwa nguvu kwa mchukue. Eh? Mwisho wa siku kilichotokea mwili wake ukamsaidia. Je, na lile hatuwezi kusema tukio la utekaji? Okay, tuseme wale wote waliotekwa ni machizi, kwamba wamepotea kwa sababu chizi pekee ndo anaweza kapotea na ndugu akaanza kumtafuta lakini utekaji unajulikana, guys, utekaji unajulika, unajulikana. Ila ok, tuunge mkono hicho alichokisema Dr. Tulia Ackson kwa kusema kwamba tutofautishe kati ya utekaji na kuto kuonekana mtu, yani missing person. Kwa hiyo anasema na akatolea ufafanuzi kwamba tukumbuke lile tukio lilotokea huko la mganga, e, kukutwa na mafuvu ama kukutwa na mabaki ya miili ya watu kumi na mbili Je, yeah, mganga ndio aliyekuja na silaha kumteka Mdude? Je, yeah, mganga ndio aliyekuja na silaha kumchukua Ali Kibao? ni maswali maji, ni, majibu nima, nima, nima ambayo hey, yapo tu dhahiri shairi kwamba utekaji upo na Dr Tulia Ackson inabidi aelewe hicho kitu, so jambo mpaka limkute yeye ndio aamini kwamba kweli hili jambo lipo. Tuelewe tu utekaji upo na unaendelea kutokea kwa wale ambao wamekuwa wakionyesha misimamo guys, utekaji upo.